assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ndugu zangu kaka zangu mama zangu ni msafara wa kidawa kutoka katika ardhi ya burundi chini ya taasisi yenu ya alhuda tutakuwa na msafara tarehe 15 za mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni jumaa mosi ya samdi ni kuombe mama yangu wako ndugu zako ambao wanaopatikana vijijini hali dhao ni duni kwelikweli kweli wako ndugu zenu ambao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kweli, Ramadhani inakimbia na kumalizika. Namna unafikiria kuweza kuwanunulia nguo watoto zako, namna unafikiria Ramadhani inakwenda kwa kasi, ndivyo wako ndugu zako ambao vijijini. Nimepita na kuona maisha yao, ibada, namna ya kuswali tarawe. Baadhi ya wakinamama hata majirbabi ukiona, unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiuni ni kuombe mama, uungane na mimi katika msafara huyo ambao nimeuandaa tarehe 15 ambao ni Ijumaa mosi, ambao ni kesho tu. Hapo tutakuwa katika msafara wa kwenda kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sana sana sana, ndugu zetu anapofariki mmoja wanakosa jeneza. Alhamdulillah, nimeanza kuikarabati jeneza kwa minaajili ya kunusuru yule atakayeweza kumstiri ndugu yake Mwislam. Basi Allah tabaraka wataala naye atamstiri yaumu lkiama. Namwomba Mwenyezimungu subhanahu wataala kupitia sadaka hiyo ya unavyoona wafundi nguvu za mama zangu, ambao wametoa sadaka zao ia hapo, nina shida ya kupata angalau rulo za sanda Alhamdulillah, nimeuliza rulo moja ni sana laki moja, franga elfu sabini. Nimepata rulo moja, tukianulia rulo mbili tatu na sabuni za kuenea, Mungu anaweza akakuwekea baraka katika maisha na kazi yako. Niwaombe sana dada zangu ambao wanatamani kushiriki katika safari hiyo, tiketi ya kwenda na kurudi ni franga elfu kumi na nne ta njoo mama, njoo dada, tutie nguvu za pamoja, tumtumikie Mwenyezi Mungu subhanahu wataala malipo tutakuja kukutana kwa mula wetu siku ambapo tutakuwa tumetangulia kaburini. Namba zangu ni hizo hapo za Limicash, namba zangu ni hizo hapo, kode ya Limicash, whatsapp namba ni hiyo. Njoo tuingie katika mapori kwenda kuwasaidia ndugu zako Waislamu. Allah atubariki. Ivyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda, mwongozo wa jamii.